Usisahau kusubscribe kucomment kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media. Lakini nikizungumza mahususi kwa upande wa wanawake tumeweza kupunguza vifo vya wanawake wakati wa kujifungua. Wakati tunakwenda Beijing, vifo vya wanawake wa Tanzania wakati wa kujifungua ilikuwa vifo 1500 kwa vizazi hai laki moja. Leo tunapozungumza nne kwa vizazi hai laki moja lakini vile vile tumeweza kupunguza vifo vya watoto kwa kiasi kikubwa, na hii kazi inaendelea. Lengo la wanawake kutokufa wakati wa kujifungua kimataifa kinachokubalika ni wanawake sabini kwa mwaka mzima wakati wa kujifungua. Sasa sisi tuko mia moja na nne, na lengo hili litimie mwaka 2030. Nina hakika tunakwenda kufikia malengo ya kimataifa. Usisahau kusubscribe, kucoment, ku like na kushere ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media.